Wote wamekuwa madereva bodaboda, dada zetu wanakuja Dar es Salaam, kenda Arusha, wasichana wanauza mili yao kwa shilingi elfu tano. Kuna mahali panaitwa mpaka mkopo, nilikuwa muweza mimi, nafanya nahutumia kama hivi, nikasema, Arusha kuna mahali panaitwa Shiva, watoto wa kike wanauza mili yao Kijana mmoja wa mwezi akaniambia, Mheshimiwa, hapa hata ukitaka leo na kukopeshea. Na nyiye mnawaita malaya, sisi tunawaita malaya, wachungaji wanaoita malaya. Msiwatukane, wamelazimishwa na umaskini, wanahitaji rehema. Sasa huu maskini tunaoongea umesababishwa na nini? Sio Mungu, sio Mungu, sio Mungu. Mungu hajasababisha umaskini katika nchi aliyoipa rasilimali kama hii. Mwanza kuna ziwa, kuna samaki, kuna dhahabu, kuna pamba, kuna ng'ombe, kuna watu wa karimu. Mwanza ni maskini. Kagera kuna kahawa, kuna ziwa, kuna vanila. Kahawa ndio bidhaa ya pili kuuzika kwa wingi duniani baada ya mafuta katika soko la dunia, na asilimia sabini ya kahawa inatoka ya Tanzania inatoka Kagera. Kagera ni kati ya mikoa mitano minne bora kwa umaskini Tanzania. Ukienda Kilimanjaro, Mtwara, Mtwara huko Lindi, kuna gesi kuna makaa ya mawe kusini ile kuna chuma kuna bandari kulikuwa na kilimo cha Nachingwea zamani miaka ya nyuma, kulikuwa na shamba kubwa la karanga kuliko mashamba lolote Afrika mashariki na kati na kusini. Mzungu ameondoka, shamba limekufa, hata reli imekufa. Pumbavu, tunaongozwa na wapumbavu kabisa. Baba yake Juma ameenda shambani. Maswali: mama yake Juma alikuwa anapika nini? A, ugali. B senene. C akiweka A. Hey, tik. Juma alikuwa anafanya nini? A anacheza mpira, B anacheza kombolera, akiweka mpira tik. Ma, baba yake mtoto anapata mia kwa mia, lakini matope tupu wakati watoto wenu wanafundishwa panza na miguu mingapi, Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kuchukua tanzanite yenu waondoke nayo, mie mbaki na mashimo. Elimu ya kijinga ambayo haiwapi critical thinking, ndio maana tunasema tupeni nchi hii tubadilishe mifumo ya elimu, tubadilishe kila kitu, mmiliki utajiri wa nchi yenu ambao unaporwa na Wahindi na Waarabu na kuondoka nao. Hawa watu mmeweka madarakani kwa miaka sitini na tatu. Hata mkiwapa miaka mia hakuna watakachobadilisha, haiwezekani. Hebu fikiria hivi, nchi hii tuna bandari, tuna urefu wa kilomita elfu moja mia sita, upana wa bahari yetu elfu moja na mia sita kutoka Mtwara mpaka Tanga. Tunazungukwa na nchi sita ambazo hazina mlango wa bahari kwa kizungu zinaitwa landlocked. Ili mtu aendeshe gari Rwanda, lazima ipite kwenye maji ya Tanzania. Mungu ametupa bandari, ni mlango wa fedha, yaani bandari ni duka ambalo halikauki. Kwa sababu hizi spika zimekuja kwa maji, magari tunayotumia yamekuja. Sisi hatuwezi kutengeneza hata njiti za kutolea nyama kwenye meno, nafikiri mnajua hilo. Chukua vikopo vile, mtaona kama maandiko made in China. Nasema uongo spika zije zinatoka China si nini? Zinatoka huko Ulaya, hata magari, hata magreda. Na Rwanda hivyo hivyo, Uganda hivyo hivyo, kila nchi inayotuzunguka. Rwanda haina mlango wa bahari, kwa hiyo mtu akiwa anataka kuendesha gari Rwanda lazima ipite kutoka Japan, ipite kwenye maji. Mungu alituwekea bure, hayaishi leo wala kesho. Unachohitaji ni kujenga gati, na yale magati ni hiyo stendi ya meli kupaki, ndio linaitwa gati sehemu kama stendi ya meli kupaki inapakia mizigo au inapakua. Mungu ametupa hiyo. kwa Rwanda wote wakinua magari yanapita hapa, wanatulipa pesa bure kwa kupitia kwenye maji ambayo yako hapa, yaishi kesho waki, wakilima kahawa kule wakiwa nasafirisha kwenda nje inapita kwenye maji yetu, mpunga unaingia kwenye serikali eti hiyo bandari. Sisi tuko milioni sitini na tatu Dubai wako milioni tatu Dubai mwaka sitini na saba sisi tunapata uhuru walikuwa elfu sabini. Nyie Buchosa mko laki mbili na nusu. Yaani nyie wengi kuliko Dubai ilivyokuwa mwaka sabini mwaka sitini na moja wakati tunapata uhuru. Walikuwa elfu sabini wanatembea peku jangwani. Dubai ni jangwa. Wamevumbua pipa lao la mafuta la kwanza mwaka sitini na tisa. Sisi tuna chuo kikuu mwaka sitini na tatu, Dubai hawana hata shule ya msingi. Wako milioni tatu tu. Sisi eti watu milioni sitini na tatu, wote ni mandondocha, hatuwezi kuendesha bandari yetu. Tumewapa Waarabu wa Dubai waendeshe mpaka milele.